Ni watu muhimu sana. Ombi langu <coughs> msende kuwachanganya, mkenda, mkiwaekea madiwani hawa wa vyama vingine, maendeleo yatachelewa. Kwa <coughs> watakuwa wanabishana kwenye vikao, wale wenzetu wanasema sio hawa, wanasema maelekezo ya serikali ni haya,